Huduma muhimu za afya zimeathirika pakubwa kutokana na mgomo wa madaktari unaoendelea, ambao sasa umeingia wiki ya nne. Mgomo huo umetokana na mvutano kati ya madaktari na serikali ya kaunti ya Nairobi. Wakizungumza leo katika Hospitali ya Mbagathi, maafisa wa chama cha madaktari wamesema kaunti hii haijashughulikia ipasavyo malalamishi yao. Madaktari hao wanataka walipwe mishahara yao iliyocheleweshwa mara moja, pamoja na kutatuliwa kwa malalamishi mengine kabla ya kurudi kazini. Wagonjwa wanaotafuta huduma katika hospitali za umma wameendelea kuathirika kutokana na mgomo wa madaktari ambao sasa umetimia siku 28, hali iliyoacha hospitali nyingi za umma jijini Nairobi bila madaktari wa kutosha, huku mvutano kati ya madaktari na serikali ya kaunti ya Nairobi ukiendelea. So in Nairobi, you are a Hospitali ya Mbagathi imetajwa kuwa miongoni mwa zile zilizoathirika zaidi, huku wagonjwa kishauriwa kutafuta huduma kwingine. Wananchi wa Nairobi mjua hakuna madaktari hospitali, na ukienda hospitali mwenye nakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. Mgomo huo ulianza tarehe 19 Disemba baada ya kile madaktari wanasema ni malalamishi yao ya muda mrefu ambayo hayakutatuliwa, ikiwemo mishahara ambayo haijalipwa, kutopandishwa vyeo na ukosefu wa bima kamili ya afya kwa wahudumu wa afya. Governor yani salary mshahara, we have asked you over and over again imagine two things which are basic needs for us insurance comprehensive insurance cover and salaries as we speak now even the other the clinical officers are on strike the other cadres are actually joining tomorrow telling you that how health is not working in Nairobi Madaktari wanasema hali hiyo imewazidishia changamoto za kifedha. Aidha, wanalaumu serikali ya kaunti kwa kukosa kutekeleza mkataba wa makubaliano ya kurejea kazini baada ya mgomo wa siku 39 mwaka jana, wakisema kuwa kati ya masuala 12 yaliyokubaliwa ni barua za kuthibitisha kazi pekee ndizo zilizotolewa. Joseph Wahungu, Darubini.